A Judith Kalosai, mwandishi wa habari, mwanachama wa TAMWA na ni mstaafu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, lakini kwa sasa najishughulisha na masuala ya kuandika mahabari ma za mazingira kwa wingi. Nashukuru sana kuhudhuria hii kozi ya, ya mambo ya akili mnemba kwa sababu inanisaidia vitu vingi. Watu ulimwengu wote nea ekuwa wakitumia A GPA kuandika habari au kuhakikisha kwamba wanapata data nyingine huko kusaidia habari zao, na nashukuru Mungu kwamba nimefika hapa, nimejifunza. Na kitu kikubwa ambacho nimejifunza, nimejifunza kwamba ni muhimu sana ujie nini, ni nini unaingiza, ni nini nataka, ujieleze vizuri, ili uweze kukuletea taarifa kamili. Na kikubwa ambacho nimekiona ni cha faida kwa temena ya leo, kwa siku hii ya leo nimeambia kwamba unaweza hata ukaiambia kwamba AI ikupeleke kwenye wizara husika, nalo suala nalo chubikia ikutafutie data ili iweze kuongeza kwenye story yako, ni suala ambalo ni nzuri sana. Kwa hiyo cha kuzingatia waandishi ni kwamba msijimano kuuliza maswali tu ambayo yako juu juu. Tengeneza kwanza, fanya research, tengeneza frame ya kazi yako mimi nataka kuifanya. Kwa mfano, unaandika una unatengeneza kabisa chat kwamba problem yangu ni hii nachotaka na kupata ni hiki na hiki na hiki na hiki. Hata kama ni data yote, utakuwa umeweza ume kusaidiwa na hiyo ChatGPT. Na kwa waandishi ambao hawatumii uh, data wakati wao, sasa wamefika kwamba unaweza ukatumia data na ikakuchorea maombo mbalimbali mbali ya kuonyesha hilo tatizo kwa urahisi. Kwa hiyo tunashukuru sana Tanzania Media Convergency kwa kutukaribisha na kutufunza, na tumaomba kwa kweli wasiishie kwetu, waende kwa wengine wengi ili tuweze kuwa wengi, tunaweza kutumia a, taaluma hii ya kigeni ulioingia nchini kwetu tuliokuwa tunatumia kama wiziwizi, lakini ni kweli inatumika na ni kweli zatusaidia tukipata elimu kamili.